Baba mtakatifu, Mungu wetu. Sante Bwana kwa ajili ya upendo wako. Sante Kristo kwa ajili ya kibali chako. Umetukubali Mungu tuwepo chini ya dali ya nyumba yako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambaye yuko mahali hapa. Sante Bwana hata kwa ajili ya ambao wakingali njiani. Tunakushukuru Bwana kwa jina la Yesu Kristo tunaendelea Bwana kuikabidhi ibada hii mikononi mwako kwa jina la Yesu, kila litakalofanyika Mungu likafanyike kwa utukufu wako waimbaji watakapoimba wakaimbe kwa utukufu wako Baba. Hata mtu ambaye ameandaliwa kusimama katika madhabahu yako siku ya leo, ukamtumie Bwana kwa utukufu wako, ukamtumie Bwana. Wewe unayo maneno siku ya leo kwa ajili yetu, wewe Mungu unayetujua, wewe Mungu unayetupenda. Karibu Bwana ukatuhudumie katika ibada hii, tunaomba Mungu na kushukuru Tukiamini kwamba wewe unaweza, unasikia, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Amen.